wa kwanza kupata habari kutoka JTV subscribe. Mkuu wa wilaya alikuja hapa akawapatia mambo matano ya msingi ya kufanyia kazi. Kwanza ni kupongeze sana mkuu wa wilaya, nasoma haya mambo, umenifanya nitamani na mimi niwe kama wewe, hongera sana umeandika kwa ufasaha mambo matano na mimi nataka niyasome hapa mnipe majibu ya moja na utekelezaji wake mpaka la mwisho Sio ya kwangu yapo hapa toka tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2025 na, na mkuu wa wilaya siji kama nimetembea hata na elfu kumi hapa <laughs> <laughs> <Umefurahisha sajiko. laughs> <laughs> mwenyekiti <laughs> <laughs> <leteni>, <laughs> <mwata, mwata>, <laughs> <laughs> Angalia nauyani mnyonge ni mmoja tu. Mwenye kitu mwenyekiti wa alimashate umekaa umepiga nne. Bwana mipango hapa. Eh, eh. Lete lete, bwana. Bwana mipango chukua bwana. Leo ukienda ukifanya kazi yako vizuri inalipa la kwanza halimashauri kuanza mchakato wa kufidia eneo la nyongeza. Eneo lililopo halitoshi kwa shule ya amali. Mkurugenzi mmefanya nini? Mpe maiki tekelezaji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakati tunachukua kwanza mnaeka ngapi? mm -hmm. Hapa hapa 11.5. Hii shule inaitwa shule ya nini? Ya yeah, amali yeah. yeah, tutaleta trekta hapa litalima wapi Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, wakati tunapewa hela hii shule eh, ilikuwa ni shule sio ya mali, ilikuwa ni shule ya kata eh. Na wakati tunatoa hii utapeka hela hmm, tulikuwa na maeneo mengi ya kuchagua hmm. Tulikuwa na eneo la hapa, tulikuwa na eneo la Nandanga kule, viko zaidi ya 30 ah. Sasa mimi ninachotaka kujua hayo maelezo unayonipa leo mkuu wa wilaya aliyatolea maelekezo tarehe 27 mwezi wa pili, mmefanya nini? Tuambie baada ya kutoa maelezo maelekezo haya tulifanya moja, mbili, tatu, nne. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuliachia kwanza ngazi ya kata kwa sababu mm, eneo hili kwa kushoto ni eneo la shule ya msingi ili eneo tumemega kwenye eneo la shule ya msingi, kwa hiyo hatuna nafasi, lakini eneo hili kwa upande wa chini ni eneo la kama eneo la bawe, kwa hiyo tuliacha ngazi <laughs> Kwa uh -huh. evu kwao tuliacha ngazi ya kata. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni muombe tu mheshimiwa diwani hapa aje atolee maelezo kama atakuwa nayo mheshimiwa diwani, karibu. Ah, mimi mimi mkurugenzi, shida yangu haya, mimi sikutegemea leo ndio mniyafanye. Eti jamani, mkuu wa wilaya ametoa maelekezo tarehe 27 mwezi wa pili, huu ni mwezi wa nne, manake mkuu wa wilaya alipoondoka na nyinyi mlifunga vitabu mkafunika kombe mwanaalamu apite, hamkufanyia kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi niombe radhi, ni kweli. Nawapa siku kumi na nne mlete majibu kwa mkuu wa wilaya, mmefanya nini? Kweli sawa, mheshimiwa mkuu, tumepokea, tumeelewana? Tumepokea. Tunataka hapa zisipungue eka hamsini ili watoto walime, si ndio? Tunataka wajifunze hicho. Kwani huku huu mkoa, jamani, wilaya yote hii, wazazi mnafanya kazi gani? Watoto wanakuja hapa, waje kupiga starehe? Na hii shule inaitwa ya amali, maana yake tunataka wajifunze nini wajifunze kuandaa mbegu hapa shuleni, wajifunze kupima udongo, kwa maana wasome soil science, si ndio? Crop production maanake uzalishaji wa nini, wa mazao na mbegu. Wajifunze agroeconomics, kwa kupewa kaeneo kakatano, waambiwe elimeni, tuone kama uzalishaji utaendana na mahitaji ya soko na kupata faida, si ndio? Tuwapatie sehemu nyingine, wao wanatengeneza matrekta kama agro mechanics au agro science, si ndio? Tuwafundishe ufugaji hapa, tueke hata ng'ombe kumi au kumi na tano wa maziwa, si ndio? Mambo tunayotaka sasa. Mnaletewa shule kama hii halafu eneo mnaliminya, tutapataje namna ujuzi kwa watoto? Eti wangapi? Wanasema tuongeze eneo watoto waje wafanye hayo, wanyoshe mkono. Wangapi wanasema tusiongeze eneo tutakosa eneo la kulima? Hakuna. Umeona? Sio mimi tu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kalianzisha, mimi nimelisukumia na wananchi wote hapa wanalitaka. Tatu, mafundi wasaini mikataba ndani ya wiki moja na iwe tayari. Ilisainiwa? Ilisainiwa. Ndio. Ilisainiwa. Ndio. Watu wangu mmeiona? Meyona, meyona. Aha. Mhandisi anayesimamia mradi awepo eneo la mradi muda wote aidha kufanya ukaguzi kwa kushirikiana na wahandisi wote. Nimeangalia hapa amekuja mara nne tu, si ndio? We upo hapa muda wote? Ndio. Ha, wale wanaokuja ni wengine. Ndio. Wewe umewekwa hapa na halmashauri? Ndio. Aha, hapo sawa. na una tepo hapo pembeni, onae mpe elfu kumi zaidi eh. Eh. Patano milango wakati wa kutengeneza asitumie vipimo vya ramani, atumie vipimo halisia kwenye jengo. Mmeelewana, hilo mlitekeleze. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, safi sana, umenifurahisha sana. Na nafikiri huu utaratibu kwa wakuu wa wilaya wote wanapokagua miradi utatusaidia, nami nikienda sasa hivi kwenye mradi nitakuwa nachukua hapa kitabu, nione maelekezo ya mkuu wa wilaya kwenye eneo, ili niongoze kujua mambo yameendaje.